Kama vile bado sijakuelewa. Yani kama vile inaingia inatoka inaingia inatoka. Hebu rudia tena kuzungumza hicho ambacho umeniambia, umesemaje? Kama nilivyokuambia kiongozi, mimi ni ndugu yake na chenga Chenga mbili na yeye mwenyewe amepata dharura kidogo, kwa sababu anaumwa sana, hivyo kaniagiza mimi nije nisimamie biashara zake, na ndio maana nimekuja. Yani kajamba vitani kasitua maadui maadui wamesuka, alafu yeye kakimbia, anakutuma wewe? <laughs> Mbona kayatimba hapo kwenye kujamba vitani? Sijakuelewa, kwa sababu chenga ni kweli anajamba, lakini hapo ndo sijakuelewa vizuri. Kajambaje vitani? Ujielewa nini hapo? Kafanya makosa, anatakiwa aje hapa. Lakini kiongozi, nimsomee kesi? Nimekwambia kwamba anaumwa hawezi kuja, kwa sababu anaumwa sana, na ndio maana kaniagiza mimi nije kwa niaba yake. Mnalitisha si ndio? Mambo ya kifalme hapa gengeni, mfalme bei ni moja tu mimi. Nenda kamwambia tenga tenga mbili aje hapa, ana kesi ya msingi. Haiwezekani achukua laki tano alafu akimbia kutume wewe. Toka toka, Narabuku kuba babake huo tenga tenga mbili anatakiwa aje hapa nimsomee kesi. Kwa mtu wa kesi bei hapa nimeongea. ha, ha, ha. Ni mimi huyo nani?

Maana siku hizi unahangaika wewe, yaani hata sielewi ulienda kudangia wapi? kudanga tena yaani, mdogo wako, nilikuwa nina mabalaa amenifika hapa, nikaamua nikimbilie kijijini hata nitulize fuvu kwanza. Ha! we naye unapenda kujipa makuu wewe, mabalaa gani uliokuwa nayo wewe mpaka ukapumzishe ile fuvu lako? Mda huo unavongea hivyo, ungesema kwanza jipole kwa yaliokukuta, ila wewe sasa dadangu, ulivona mdomo eh. Sasa ni kupe pole, unaumwa Mtu mzima na afya zako nikupe pole pole ya nini? Tuachane na hiyo kwanza. Ehe, tuachane na hiyo. Maana mimi siku ile umenipa kazi, dada, nataka tukamchambe yule mtu tukamsuuze atulipe hela zetu. Bibi kama nililala siku ile, oh, mpaka kwenye msewe nimeufunga mie, kama unavyonijua sina mbamba mbamba, sipigiwi na cheza. Haya, ilikuwaje shoga, wewe Mama shughuli ukalikimbia jambo lako ukaniachia mie chawa hapo e? Hapo hiyo shughuli dadangu, sijakimbia kwa kupenda hivi. Najua kama huyo Mosi ni mchawi. Mosi mchawi? Yaani dada shangaa. Hivyo hivyo, taratibu kwanza. Hiyo siku tunatembea, mimi na Jojo, njiani, akatutokia ile vuu akasema ehe, si mnamdai hela eno, si mnamtangazia huko? oh, mara si tunamdai Mosi, sijui nini. Haya, mnidai hizo nguvu za kudai tulikuwa nazo, tukaamua sasa tuachane nayo kwanza. Tulikimbia dada, tulikimbia yani, siwezi nikakuelezea ya sana, lakini ndugu yako mchawi. Basi mi nikasema ile hela nimesamee, hiyo laki, ila Jojo alivyombishe, oh, mi namfuata Narabuku, mchawi atapambana na mchawi mwenzake. Nikasema unavyoenda, usinitaje, yani sitaki balaa, yani sitaki matatizo kabisa na yule dada. Kwa hiyo ndo hivyo shoga yako mchawi. Hmm. Hivi unamzungumzia mosi huyu kishuzi ama kuna mosi mwingine hapa mtaani? Yaani dada unavujizima data hapa mtaani kuna mosi gani? Mosi huyo we. Ah, weji wewe, yaani yule mosi angekuwa mchawi shoga yangu, naona kwanza kuniloga mii na hii supermarket yangu ndogo angeifunga yeye, maana anainichukia mimi anaitukia supermarket kama nimemfungulia yeye na angeniloga angenigeuza disisimizi. Ndo nimetoka kuonana naye, lakini kakataa kata kata kunisikiliza, na anasema kwamba itabidi chenga mwenyewe ndo aende, kwa sababu kwanza ana kesi naye ana mdai laki tano. Sawa, tuondoke afande. Haitokuwa shida, mi naye tukaongozana wote, uona wasiwasi gani? Niachie mimi, nishakwambia tuondoke. Sao kusutana na umbe, genge yetu hili genge ni bolo. Genge yetu ushirike na kuroga dade, mpunguza mdomo. mdomo wa <coughs> utakuponza shoga. Mimi na mdomo kweli, na jinsi tunavyochambana na yule mosi, jinsi tunavyochambana na yule mosi. Hey, aeni, hata sijui nionge nini hapa, mdogo wangu. Kwenye hilo hata siamini. Sasa tuachane na hayo maana ile siku nilienda kufunga ule msewe, walitaka laki moja na nusu ila nikawapa advansi laki moja Sasa kwenye ile laki ile unipe elfu hamsini hamsini na kusamee, kwa kuwa wewe udugu wangu sana, udugu wangu dubu dada, ila yote hiyo jamani eh? Yani mimi nimekupunguzia bado tuna unalalamika. Basi nipe haki yangu yote. Ha, ha. We dada, naye nayewe kwani, au mambo si yanaongeleka? Ngoja mimi nijichange hizi siku tatu, nikutafutie hiyo hyu elfu hamsini yako hmm. Usiniambie umechunda elfu hamsini unaitafuta kwa siku tatu, na wakati elfu hamsini unatakiwa wewe uipate kwa siku hii moja! Kwani unatumiaje usichana wako mdogo wangu? Yani mini mwenzio nilivyokuwa kama wewe, kigori chu -ch -ch inaita mama saa sita wenyewe wanasema eh, we acha niliwasumbua, niliwapeleka yani simu yangu moja tu aniaziosimyangumoja hii hapa imekuja. Elfu hamsini unaitafuta kwa siku tatu. Tumia usichana wako vizuri, mdogo wangu, na mtoto mzuri wewe. Kipo tabo, eh? mtoto unaita nini? unafeli wapi wewe, au mganga wako sio fundi

Ya ya? Yani mara kuchapa pia gani unajua. Unajua. Yani kwa gani waga mimi pale madisi matatu TMK Temeke. Hapa alikuwa anakaa kea ya la muna jiji baba. <laughs> Sidi ni ambili. Hapa pembeni anakaa sa neta. Pale kwa mbele anakaa <laughs> Luteni Kalama. <laughs> na dolo. Alafu hapa dimba la kati nakaa mimi na Narabuku. Yani hapa. Yani msike msike nege tunduni tunduni. Kwanza ah, unajanja tumeingia msikiani. Yani ni kona, akia amsha, we takabiru, unacheka. Ah kwanza we, si nimekupiga marufuku umerudi tena ha? We Sultana, mbona umekuja nataka dini tena hapa? meno yangu mpiga marufuku mpaka aje na chenga chenga mbili Ah, bwana wa. <laughs> Hawa tumewasoma sana kwenye riwaya. Walikuwa ndio takadini na sope. Sasa hapana ziaki hapo. Wanisoma vitabu na riwaya zake. Hapana Mr. Bay. Hutaki kuwa hivyo, huyu ni binadamu kama wewe na ana haki vile vile kama wewe. Eh, sisi sote binadamu eh? Kweli. Sema huyu kama ndugu yake Haji Haji huyu. Wewe ndugu yako au? Wewe mwendawazimu tu li haya. Kwa nini umekuja naye tena hapa? Ni kweli? Amenifuata na changamoto ameniambia kwamba ndugu yake anaumwa, ndo huyo chengachenga mbili, na wewe umemzia kufanya kazi hapa kwa changamoto ile ya laki tano nami nimeona sio sawa, kwani si mtu akafanya kazi ili aweze kumtibia ndugu yake? nimekataa maswala ya kuja kumshikia genge biashara zake nimekataa, kwa sababu ndugu yake amejambia vitani, kastua maadui mpaka aje na kesi ya msingi ya kujibu. Laki tano amechukua kimya kimya, sio kweli, imeniuma hapana. Mbona unakuwa hivyo jamani? Sio vizuri hivyo, mimi nakuomba. Mbona kama vile unawatetea, una ndugu nao hawa Uyu kamtaka yule yule kamkata mara, akaenda kwa yule mbona, ni bala kaka, mbona Kinganga, eh? Nimekuambia, nimekwambia mara ngapi kwamba sikutaki. Umri wangu huu mimi nitembee na vitoto, unainuka maziwa, mbona zalaizo yani, yaani, yan unikome kabisa. Mimi sio mtoto, mimi ni mwanaume kama wanaume wengine, na nafaa kwenye maisha yako. Tambua mimi nakupenda, nahitaji uwe kwangu tu. Eti mwanaume saa hii, wewe una hela za kunipa mimi kwanza wewe mbona unachukuliaje? Unanionaje? unaweza kunihudumia wewe? kazi zako kila siku unalinda usiku mbu, wewe ndo mashoga zako. Wewe unikome, yaani unikome taratibu, mpaka uzoee ji basi. Jaribu kuheshimu basi hata hisia zangu, mimi nakupenda wewe. hivi mbona kaka Kinganga wewe hizo eh? yaani hisia ndugu zangu zifungashe uzipeleke kwa wazazi wako. mimi unikome, yaani siwezi nikampenda mtu kama wewe, sijui unanielewa. Hazi ya kuwa na mimi huna. Sasa hivi mimi nataka iPhone 17. Wewe una hela? Una milioni sita ewe. Ko. Yani, hata aibu wewe unakaa mimi unasimamisha hapa. Si aibu hapa kila mtu anasema, yani yeye anaongea na vichokola. Wao nikome. Yaani nikome kabisa usinitumbulie macho yako. Nyo. Hakuna mapesa natindi ndani ya genge. Hauna pesa mono tonekana mse. Ushiriki na umetawala. Haiwe si masihara. Ukizingu wa mahala. Mbona utafunga njasha hapana bei wangu ni vile tu, amenifata akanielezea changamoto na nini, kaona sio vibaya kumsaidia. Unajua tena mi napenda amani. Ah, na nchi yetu, kwa vile nasistiza mambo ya amani, amani. amani na sisi ni kisiwa cha amani, mi ya amani naiweka. Lakini hao anatakiwa lipe laki tano ndo aje lipa laki tano. Kwanza ipo haipo? Wewe unatakiwa kulipa laki tano, mtaweza au mwezi hiyo uh, laki tano inapatikana, inapatikana. Eh hey. Safi, hiyo imeisha. Unaruhusiwa kuja kwenye magenge haya na kufanya biashara na huyo ndugu yako, mwambie kajambia vitani, kesi yangu jeisha, mimi na yeye, jambo la msingi. Lakini kuna sharti. Sharti gani tena bei bona hivyo? Unatakiwa kuja na msuri. Unabwata, unasoma, unaandika au sheria? Lazima uje na msuri na kibaragashia Pola ukose kibaragashia, lakini huo msuri ni lazima bwana. Huo msuri ni lazima, ndio sheria. Wanaume wote kwenye genge hili unapokuwa unauza lazima uvae uniform, ni msuri. Tumeelewana? Huo msuri unapatikana, wala usijali, msuri tu, msuri unapatikana. Haya, na wewe unaweza kuondukasawabash Sema jana nimeenjoy, toto najua. Wewe na leo tena lazima tena? <laughs> Eh, eh, irudiwe sababu nataka tena, ili penzi noma limenisika kwenye mtima, mama twende <laughs> <Yoni. laughs>

Wewe ni mtoto mdogo sana wewe, hauwezi kushindana na mimi kimwaga hata siku moja. Sasa leo nimeamua kukufata nyumbani kwako, nataka tuonyeshane umwamba kati ya mimi kimwaga na wewe Narabuku. Nani, niko hapa, nataka nikuone. Sasa ujanja wako uko wapi? Wewe mtoto Sio, unafugafuga ndevu una tu mbwa mkubwa wewe. Tuonyeshani sasa ubabe, mimi na na wewe hapa. Kwa bahati mbaya, haujanijua rangi zangu halisi, Kimwaga, ila leo nitakuonyesha kuwa mimi si mtoto mdogo, ni mkubwa mwenzako, kuku wa mayai